Ndugu washiriki, leo hufanya mapinduzi makubwa ya kiteknolojia. Mita janja zimekuja kama suluhisho halisi na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya kisasa, salama na rafiki kwa mteja. Ni wazi kwamba uzinduzi huu wa mita janja leo ni zaidi ya mita, kwani zinaenda kuleta faida na manufaa kwa shirika na wateja wake, ambapo kupitia mita janja, wananchi wataweza kuingiza umeme wakiwa mahali popote, si lazima wawe karibu na eneo la mbali. Sasa natangaza rasmi imezindua mita janja za TANESCO na matumizi yake hapa nchini. TANESCO itaweza kujua umeme umekatika wapi bila kusubiri mteja apige simu, lakini pia mita itakuwa inatoa taarifa kwamba sina umeme. Kwa hiyo sasa TANESCO atakuwa na uwezo baada ya kufunga mita hizi wa kujua ni nyumba gani haina umeme na ni kitu gani kimetokea. toke. tokea siku mita yako imeharibika, kumbukumbu za ulikuwa na umeme kiasi gani tutazipata kirahisi. Mambo ya remote, wale sisi tunaopanga nyumba tuko wengi, tunatumia remote moja, yamefika mwisho. Hakuna remote imeisha betri, hakuna remote imefuta maandishi. Mita janja inakwenda kutoa solution ya moja kwa